Ni msiba wa aliyekuwa mbunge wa Peramiho Jenista Muhagama. Kwa sasa taifa linaomboleza, viongozi mbalimbali wakubwa kwa wadogo pamoja na wananchi tunaomboleza kifo cha Jenista Muhagama kilichotokea siku ya tarehe 11 Disemba 2025. Mijadala mikubwa imetamalaki sana hasa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na chanzo cha kifo cha kiongozi huyo. Baadhi wanauliza je, ni nini kimekuwa chanzo cha kifo cha kiongozi huyo? Je, ni ugonjwa? Wengine wamedai kuwa ni siku zake tu za kuishi duniani zilikuwa zimetosha. Wakati mijadala hiyo ikiwa inaendelea mpaka hivi sasa, mamlaka husika bado hazijazungumzia kuhusu chanzo cha kifo cha kiongozi huyo ingawa mitandaoni kumekuwa na uzushi, wengine wakizusha ama kutoa taarifa zisizo rasmi juu ya kilichopelekea kifo cha kiongozi huyo. Lakini wapo walioshauri ni vyema zaidi watu kuwa na tabia ya kusubiri taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka husika kuliko kuchukua e, taarifa ambazo sio rasmi. Hayo yamekuwa sehemu ya mijadala mikubwa iliyoibuka punde. Baada ya kifo cha Jenista Muhagama huko mitandaoni. Hapa nataka nikupitishe katika baadhi ya kauli za waliopata nafasi ya kuongea kwenye msiba wa kiongozi huyo ambapo wengine wameonyesha kupokea taarifa za msiba huo kwa ghafla sana na kwamba hawakutegemea kwani kiongozi huyo hakuonyesha kuwa na changamoto za kiafya. Kwa upande wake, mbunge wa Same Mashariki, Mheshimiwa Anne Kilango Malisela amesema kifo cha Jenista Muhagama ni pigo kubwa kwao, akimtaja marehemu kama mbunge mchapakazi ambaye alielewa vyema wajibu wa kazi na aliyetengeneza mazingira mazuri ya maelewano ndani ya bunge. Akizungumza baada ya kufika msibani maeneo ya Itega jijini Dodoma nyumbani kwa marehemu, Kilango amesema hakuwahi kupata taarifa za ugonjwa wa Jenista na kwamba taarifa za kifo hicho ndizo zilimfikia moja kwa moja. Amesema alilazimika kumpigia Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Musa Azan Zungu ambaye alithibitisha taarifa hizo. Ikumbukwe kuwa Mheshimiwa Jenista Muhagama na Ane Kilango Malesera ni marafiki wa muda mrefu walioungana rasmi bungeni mwaka elfu mbili kupitia Chama cha Mapinduzi, CCM na kwa upande wake mbunge wa jimbo la Songea Mjini, Dr. Damas Ndumbaro yeye amesema amesikitishwa na kifo cha ghafla cha aliyekuwa mbunge wa Peramiho Mheshimiwa Jenista Muhagama kilichotokea Disemba 11, 2025 jijini Dodoma. Akizungumza na waandishi wa habari katika eneo la Itega jijini Dodoma, Dr. Ndumbaro amesema hadi siku ya tarehe kumi Disemba eh, marehemu alikuwa na hali nzuri na aliweza kuzungumza na watu kabla ya hali yake kubadilika ghafla eh, Disemba kumi na moja asubuhi na hatimaye kuaga dunia. Aidha, Dr. Ndumbaro amesema mkoa wa Ruvuma ume, ume eh, aidha Dr. Ndumbaro amesema mkoa wa Ruvuma umepata pigo kubwa kwa kuondokewa na kiongozi huyo akimwelezea kama malkia, jina ambalo amesema alipewa na wananchi wake kutokana na kazi na mchango wake mkubwa wakati wa uhai wake. Na kwa upande wake waziri mkuu wa sasa wa jamhuri ya muungano wa Tanzania eh, Dr. Mwigulu lame Kinchemba ametoa salamu za pole kwa familia marehemu Jenista Muhagama baada ya kufika nyumbani kwao jijini Dodoma kuhani msiba huo mzito wa aliyekuwa mbunge wa Peramiho amesema taifa limeshtushwa na kifo cha ghafla cha Jenista akibainisha kuwa bado walikuwa pamoja bungeni siku chache zilizopita bila dalili zozote za matatizo ya kiafya. Tumeshtushwa sana na tukio hili la msiba, kwa sababu majuzi tu tulikuwa wote bungeni na hakuwa akilalamika kuhusiana na masuala ya kiafya. Kwa hiyo tunamwachia Mungu, amesema Waziri Mkuu Dkt Mwigulu amemwelezea marehemu Jenista kama kiongozi aliyekuwa na bidii, uwezo na uadilifu katika kutekeleza majukumu yake, akisema waliifanya kazi naye kwa ukaribu akiwa mbunge na pia alipohudumu katika nafasi mbalimbali mbali za uwaziri. Mheshimiwa Jenista, tumefanya naye kazi kama mbunge na kama mawaziri ni mtu aliyekuwa na jitihada kubwa sana kuhakikisha kazi ambayo amepewa inakuwa na matokeo. Alikuwa anataka mara zote kuona anatimiza wajibu kikamilifu, amesema waziri mkuu Dr. Mwigulu. Jenista Muhagama amefariki dunia siku ya Disemba 11, 2025 akiwa jijini Dodoma. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Sulu Hassan alituma salamu za rambirambi kwa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azan Zungu kufuatia kifo cha mbunge wa jimbo la Peramiho Jenista Joaki Muhagama kilichotokea siku ya Disemba 11, 2025 huko mkoani Dodoma. Taarifa rasmi iliyotolewa na mkurugenzi wa mawasiliano wa Rais Ikulu Bakari Machumu Disemba 11 2025, ilisema. Katika salamu hizo pia, Rais Samia amemuelezea marehemu Jenista Muhagama kuwa kiongozi makini, mnyenyekevu na mchapakazi. Ninatoa pole kwa spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, wananchi wa jimbo la Peramiho, familia, ndugu na jamaa na marafiki, amesema Rais Dr Samia Suluhu Hassan kupitia taarifa hiyo lakini ratiba rasmi za mazishi ya aliyekuwa mbunge wa jimbo la Peramiho, marehemu Jenista Joaki Muhagama imetangazwa ikionyesha utaratibu wa maombolezo na ibada zitakazofanyika kuanzia Disemba 12 hadi Disemba 16 2025. Kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa na bunge la Tanzania, maombolezo yameanza eh, tarehe 11, eh, tarehe 12 Disemba 2025 nyumbani kwake eneo la Itega jijini Dodoma, ambako mwili wa marehemu uliwasili kwa ajili ya kuagwa na familia pamoja na waombolezaji. Siku ya Disemba kumi na tatu, ibada kuu ya kumwaga marehemu itafanyika katika kanisa Katoliki kiwanja cha ndege jijini Dodoma, ikihudhuriwa na waombolezaji kutoka maeneo mbalimbali. Baada ya ibada hiyo, mwili utasafirishwa kuelekea Songea kwa ajili ya kuendelea na shughuli za kuaga siku ya Disemba kumi na nne. Maombolezo yataendelea nyumbani kwa marehemu katika eneo la makambi Songea mjini. Jioni ya, eh, jioni ya siku hiyo mwili utapelekwa kanisa Katoliki Matogoro kwa ibada nyingine kabla ya kurejeshwa nyumbani. Mnamo Disemba 15, shughuli za kuaga zitaendelea Peramiho, Songea vijijini, kupitia ibada itakayofanyika katika kanisa Katoliki la Peramiho, kisha waombolezaji wa eneo hilo watapata nafasi ya kutoa heshima zao za mwisho kabla ya mwili kurejeshwa nyumbani kwa marehemu. Safari ya mwisho ya mwili wa marehemu Muhagama itafanyika Disemba 16, ambapo utapelekwa katika kijiji cha Ruanda wilayani Mbinga kwa ajili ya mazishi. Maziko yanatarajiwa kufanyika kijijini hapo kwa mujibu wa utaratibu uliopangwa na familia pamoja na kamati ya mazishi. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tumeiandaa na tunaisogeza kwako. E, wewe mfuatiliaji wetu tumekupitisha